Kumalizia tu ni kwamba wavulana wadogo kutoka mji wa Malindi na miji ya Malindi na Mombasa wameshiriki kwenye mashindano ya kuendesha baisikeli kama njia ya kuhamasisha wenzao katika kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Mashindano hayo yalifanyika katika bustani ya Malindi Waterfront, huku mpango huo ukiwa wa kwanza kuzinduliwa eneo hilo la Malindi. Wasimamizi wa shughuli hiyo wamesema kuwa hatua hii inalenga kuwaleta pamoja vijana wenye umri kati ya miaka 9 na 13 kwa lengo la na matumizi ya mihadarati. Lengo ni kuwa engage watoto wetu ndani ya Malindi sub county, kuepusha na mihadarati drug addiction, kwa sababu a devil's uh, an idle mind is a devil's workshop. Tunataka watoto wetu wawe ni mabalozi wema ndani ya nyumba zao. Tunataka watoto wetu wawe mabalozi wema ndani ya mitaa yetu yote ya Malindi sub county, na tunaelewa kuwa kukaa idol ni ushetani na tukaja na fikra kama hii ya kuweza kuwawekea vijana activity activity kadhaa, ambazo ikiwa kijana hakuweza kucheza mpira basi aende kwa activity ya baiskeli aende kwa activity ya skating ya swimming, na hiyo tumeweza kuweka kila wiki, ili kijana yule asikae mtaani aweze kwenda mazoezi kila leo ili wakati wa mashindano ikifika aweze kushindana. Hilo linapelekea kuondosha kukaa bila ya mpangilio wote mtaani na kuondosha katika mihadharati ambayo ndio janga kubwa ambao alioko hapa. Uendeshaji wa baiskeli umekuwa katika kiwango cha kwanza sana katika mazoezi ikifuatiwa na mambo na kama kuogelea. Uh, vijana ambao tuko nao hapa tuko nao kuanzia miaka chini ya miaka minne ambao tuna miaka mitatu na nusu mpaka miaka ishirini na mpaka miaka ishirini na tatu tuko